Maombi yangu maono yangu yatimie kwa wakati sahihi, bado atakuwa kikwazo kwenye maisha yako? Bwana asifiwe. Bado atakuwa kikwazo kwenye maisha yako? Bwana asifiwe. Ninaomba tusimame tumtangazie leo, uzia afe kwenye maisha yako, iwe kwenye biashara. Mfalme uzia afe iwe kwenye masomo mfalme uzia afe, iwe kwenye biashara mfalme uzia afe, tukapate kumwona mwaka huu. Kama aliweza kuzuia huko nyuma, mwaka huu hana nafasi, kama vile Isaya anavyosema, baada ya kufa tu na alimuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu na wewe katika mwaka huu, tumtangazie mfalme uzia afe, ili tukapate kuona maono ulionayo Mungu akapate kujidhihirisha, iwe kazi, iwe biashara, iwe chochote unachokifanya, Mungu akapate kuonekana nayo. Mungu akapate kujidhihirisha, iwe kazi, iwe biashara, iwe chochote unachokifanya, Mungu akapate kuonekana. Basi waimbaji, wimbo wa kuabudu, alafu utakwenda. Amekuzuia, lakini mtangazie kupitia neno la Mungu. Mungu anasema analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Kwa hiyo, kwa sababu ya neno lake tunaliamini, na hakika linakwenda kutimia. Kama ni uzia kwenye biashara, anakwenda kuteketea. Kama ni kwenye ndoa, anakwenda kuteketea. Kama ni kwenye masomo, anakwenda kuteketea. Mtangazie uzia umekwisha leo. Naomba wimbo wa kuabudu alafu, tutakwenda kwa dakika chache kwa mchungaji, utatuongoza kwa maombi. Yes, ninakuamini. Haleluya.

kama umeomba lakini yes. hata yes. kujibu kwa wakati hata sasa Bwana hmm. sijapoteza yes. imani kwako, twende mbele za Mungu kwa dakika chache yes. hizi umwambie Bwana Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. E Bwana, tumesikia neno lako mchana huu wa leo. Kama ambavyo Mungu ulitenda wakati wa nabii Isaya, tunatangaza mchana huu wa leo, kama yuko uzia kwa mtumishi wako ambaye yuko siku ya leo, tunamtangazia afya kwa jina la Yesu, tunamtangazia ashindwe kwa jina la Yesu. Nguvu zako Bwana zikabate kutenda sawa sawa na mapenzi yako hana nafasi kwenye maisha haya, hana nafasi kwenye biashara zishindo kwa jina la Yesu, bali nguvu zako zishindo kwa jina la Yesu, bali nguvu zako na uweza wako ukajidhihirishe Bwana, ukajidhihirishe Bwana, ukajidhihirishe Bwana, katika kati jina la Yesu. Wewe Mungu mwaminifu, wewe Mungu unayeweza, ukatende sawasawa na mapenzi yako maana Bwana ni mwaminifu, tunaamini neno lako, tunaamini uweza wako, tunaamini nguvu zako, mchana huwa leo ukapate kutuonekania. E Bwana, ninaamini Mungu ni mwaminifu. Tenda e Bwana, tenda sasa katika jina la Yesu. E Bwana, tunaomba, e Mungu, utusaidie tuwe tayari kwa wakati uliofaa. E Bwana, tusaidie ye. Maono tulionayo watoto wako yakabate oh, kutimia kwa wakati sahihi katika jina la Yesu, Yesu. Ninaamini Bwana ni mwaminifu, ninaamini Mungu unaweza, ninaamini Bwana unatosha. Neema yako Bwana iwe pamoja nasi kwa, e, kwa utukufu na wa jina lako. Sante Yesu Bwana, maana wewe ni mwaminifu miwe. Maono ya watoto wako Bwana yakatimie. Ninaamini Bwana unalitazama neno lako, ili upate kulitimiza. Asante Yesu, ninaamini wewe ni mwema. Yehova uweza wako na nguvu zako zinatenda kazi hata sasa kwa utukufu wa jina lako Nina Mpigie Bwana makofi na vigelegele vingi, mshangilie tena Bwana kila aliyekili. Ninaamini Mungu ni mwaminifu, atakwenda kutenda kwa wakati wake. Bwana alibariki neno lake, amen achai, achai. Yeah, Amen. Mshangilie tena Yesu, mshangirie tena Yesu kwa makofi na vigeregere. Amen. Basi tunaweza tukakaa, tunaweza kukaa. Wakati huo nimkaribishe Pastor kwa ajili ya mengineo na kutuahirishia ibada yetu ya siku ya leo. Karibu sana pastor. Haleluya, asante Mwalimu Nyoni kunikaribisha kwenye kuahirisha ibada yetu, na nilikuwa nahitaji kuona wale ndugu zetu wapendwa wenzetu, siku ile tulitaja majina yenu, kila watu walikuwa kwenye idara yao. Bwana Yesu asifiwe. Hili jambo lifanyike, tuombe, alafu wale ambao wako kwenye makundi hayo idara hiyo wakutane pamoja, alafu niwaeleze la kufanya. Haleluya, amen. Basi naomba tusimame. Kwa hali ya ukimya huu, Mungu wetu aliye hai, tunaliitia jina lako Mungu wetu uliyo mfalme, Mungu Baba mwenye nguvu na mamlaka yote, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuinua na kushukuru kwa sababu ya matendo yako ya ajabu. Utukufu ni wako na nguvu na mamlaka yote ni yako. Kristo, ulikuwa pamoja nasi tangu tulipoingia katika viwanja hivi Tumeuona uweza wako na ukuu wako. meteta na wanaoteta, na wewe umesimama na waliosimama mbele za uso wako. Umetenda maajabu kwa ajili yao, na kushukuru Mungu wetu aliye hai kwa kila tendo na kwa neno lililofanyika mahali hapa. Wewe Baba Mungu nalielewa Mungu na kulitambua, tuko mbele za uso wako kwa ajili ya kushukuru, kwa ajili ya mambo yote uliyofanya. Sante kwa ajili ya Sunday school wa asubuhi sante hata kwa ajili ya watu waliotangulia kuimba kwa sifa nyingi kwa ajili ya utukufu wako. Sante baba kwa ajili ya ibada ambayo imeendelea tangu tulipoingia hapa saa nne na dakika ishirini tumeona utukufu wako. nakushukuru kwa ajili ya bwana waimbaji, nakushukuru kwa ajili ya vyombo, nakushukuru kwa ajili ya wacheza vyombo, nakushukuru kwa ajili ya wageni wetu, nakushukuru kwa mhubiri wetu wa siku ya leo, nakushukuru kwa ajili ya kiongozi wa ibada, nakushukuru Bwana Mungu wetu aliye hai kwa matoleo yaliyotolewa katika jina la Yesu Kristo. Sante baba yetu na mungu wetu, sante kwa ajili ya wanakwaya waliosimama mbele kwa ajili ya kuleta ujumbe kwa ajili yetu. Wewe Baba umekuwa kimbilio letu na msaada wetu. Asante walio rekodi ibada ya leo, Mungu wetu aliye mfalme, na kushukuru kwa ajili yao Bwana. Sante kwa ajili ya kila mmoja aliyenyanyua kinywa chake na kutamka yale ambayo bwana wewe mwenyewe unayohitaji yasemwe mbele za uso wako kisha urudishe majibu bwana tumesikia neno lako mungu wetu aliye hai ni maombi yetu ya kila mmoja maono yake kufaulu ili baba mungu wetu aliye hai tunapoendelea na mwaka huu kila mmoja ajue ya kwamba maono yake yatakamilika baba mungu wetu aliye hai tufanye sisi wote tusizimie mioyo yetu tusikate tamaa katika maisha yetu baba, na tunapofaulu tusije tukawa kama mfalme Uzia, moyo wake uliinuka akakusahau, akafanya yaliyo maovu mbele za uso wako mfalme. Mungu wetu aliye hai, ninajua tunaishi katika dunia hii ambayo baba kuna mafanikio ya kila namna yanapotokea. Hivyo Mungu ndipo tujishushe zaidi ili baba utusaidie baba, Mungu wetu aliye hai, kwa mambo yanayotukabili huko mbele, katika jina la Yesu. Baba Mungu wetu aliye hai, uliye wa kweli, tuinulie watu wa kutusaidia katika maisha, tuinulie watu wa kutuongoza, tuinulie malaika watusaidie kila wakati, kwa ajili yetu, kwa ajili ya vizazi vyetu, kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya ulimwengu wote mzima. Baba uende kukutana tena na wale tuliowataja ya kwamba ni wagonjwa baba, ukawapiganie kila mmoja kwa nafsi yake neno la uponyaji likapenya milima na mabonde, likawafikie mahali walipo, ukalete uponyaji kwa ajili yao katika jina la Yesu. Mungu wetu aliha, tunaomba kwa ajili ya wengine waliosafiri. Baba Mungu we pamoja nao, mkono wako siwaache. Mungu mkono wako siwapungukie, wakujue ya kwamba wewe ndio nawe wasafirisha na wewe ndio nawapeleka na kuwarudisha. E Mungu Bwana upewe sifa katika hilo, wajalie neema nyingi ambao Bwana wamefiwa na ndugu zao ukalete faraja kwa ajili yao katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu na mungu wetu, tunajua kesho tuna maombi saa kumi na moja kamili. Tunakusihi Bwana, mioyo ya watoto wako iinuke kwa ajili ya kuja kwenye maombi katika jina la Yesu. Mungu nakushukuru kwa ajili ya kila jambo, nakushukuru kwa ajili ya mbingu zako, nakushukuru kwa ajili ya utakatifu wako Mtakatifu unayoendelea kuwa pamoja nasi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru amen. Neema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Amani ya Kristo itawale na utukufu wa Mungu jidhirishe kwa ajili ya kila mmoja. Wageni wetu tafadhali, wageni wetu tafadhali, najua wale watakuja wakuchomoa wewe, mgeni. Kuna Princess alafu kuna mwingine mbayo yuko upande huu, naomba tafadhali wale ambao wanahusika watawaona. Haleluya! Sasa ni wakati ambapo yale majina niliyoyaita juma lile liliyopita la ndani kabla ya semina, tafadhali naomba tubaki. Amen, amen. tafadhali kama utapenda kukaa tusoke okay. Majina tulisimama mbele, niombe tafadhali, wale ambao ah, uh, uh, wazee na wahudumu wanabaki, niombe tafadhali wa, wale wa afya, afya, Baraka yule pale, tukae na Baraka alafu niombe